Hii simu hii ni sabuni. Tunajifanya tunamuuzia mtu nini, simu lakini tutamuuzia nini, sabuni. Eni, simu moja mimi nitakuwa pale, nitamuonesha simu baadaye nitaiweka kwenye bahasha yeah, akishanipa hela, wakati anatoa hela yeah. sawa. we unapita na hii sabuni kwa nyuma, unanipa, tunambadilishia, tunaondoka yeah. mm. we unashika sabuni, tunaiweka huko kwenye cover ah. Afu tunaweka kwenye bahasha <laughs> <laughs> <laughs> <Kwenye basha, laughs> <kinolega. laughs> Kwa mimi anavonipa tu pale hela anavyokuwa anatoa, wewe unakuja kwa nyuma na nakupa hivi, nipa hiyo ah. Bahasha kwa nikimpa hiyo. God have mercy upon us, let's watch this video bahasha Hasa mzee wangu, siuongeze, unaona simu kama hiyo? Oh, hii, oh, simu ni, kama hiyo oh. Okay. Ah, ah, si, yani, ah, pesa nyingine nataka ninunue wiki ijayo, ndiyo nimpelekee kijana wangu nyumbani. Ungeongeza, unaona, hadi na kufungia kabisa. Hata kwa pesa niliyotoka nayo ni hiyo, sina pesa nyingine, na hii yenyewe nilikuwa nakwenda kuweka pala. Unaenda kuweka kumwekea mama huko nyumbani ni kaio, ah, nyingine yeah ij